Katika taarifa yake ya hivi punde ya utendakazi kampuni ya anga ya Ulaya ya Airbus imevuka idadi ya ndege 16,000 zilizokabidhiwa. Airbus ilithibitisha tarehe 7 Machi mwaka 2025 kwamba tangu kuanzishwa kwake, jumla ya ndege 16,028 sasa zimekabidhiwa, huku ndege 16,000 aina ya Airbus A321 neo ikionekana kupelekwa kwa shirika la ndege la Uingereza la Jet2 kupitia mpango wa kukodisha na ICBS Leasing. Maelezo kuhusu tukio hili muhimu yalijumuishwa katika taarifa ya Airbus ya Februari mwaka 25 kuhusu maagizo na makabidhiano, ambapo wateja 25 walipokea ndege mpya. Wateja waliopokea ndege mpya Februari mwaka 2025 walijumuisha Delta Airlines, China Eastern Airlines, British Airways na Air France. Kulingana na Airbus, ndege 40 zilikabidhiwa Februari mwaka 2025 huku maagizo mapya 14 yakifanywa, yakiwemo sita za A321neo kutoka Korean Air na 8 za A321neo kutoka kwa mteja ambaye hakutajwa. Mnamo Februari mwaka 2024 Airbus ilikabidhi ndege 49 kwa wateja 28 ikionyesha kupungua kidogo kwa uzalishaji wake mwaka huo na mnamo Januari mwaka 2025 kampuni likabidhi ndege 25 kwa wateja 17 ikilinganishwa na makabidhiano thelathini kwa wateja 18 mnamo Januari mwaka 2024. Mapema mwezi huu, mkurugenzi mtendaji wa Airbus Guillaume Fore alisema kampuni inalenga takriban makabidhiano ya ndege 820 za kibiashara mwaka 2025. Hii inawakilisha ongezeko la zaidi ya asilimia 7 ikilinganishwa na idadi ya ndege zilizokabidhiwa mwaka 2024, ambapo idadi hiyo haikufikia makadirio ya awali ya Airbus ya ndege mia saba sabini kwa mwaka huo.